Mungu ametujalia afya njema na tumekuja kusikiliza kwa nini chama cha mapinduzi. Sisi chama cha mapinduzi tuna irani na yote ambayo yanasemwa, sisi tunakwenda kuyasimamia kuya kutoka kwenye hiki kitabu. Kuna mambo kama mia moja na nne kwa jimbo letu la Bukoba mjini. Lakini mimi leo nilikuwa natembea nyumba kwa nyumba hapa mtaani. Leo kuna changamoto nimeziona na imekuwa ndo mwanzo wa kujua tunaenda kuzitatua vipi, lakini changamoto mojawapo nimeona kuna, kuna daraja la Kishenge. Bahati nzuri ujenzi wa hili daraja ni miongoni mwa madaraja manne ambayo yamo ya ndani ya mkataba wa ujenzi wa kingo za mto Kanoni. Kwa hiyo daraja la Kishenge hilo sasa linaenda kuwa historia, lakini kwenye ilani yetu kuna ukari, ukamilishaji wa zanati yetu ya Hamgembe, ili tunakwenda kulisimamia kuhakikisha tunakamilisha ujenzi wa zanati hii, maana ni muhimu sana, lakini tumeanzisha soko letu hapa, nimeona hapa Bushumba, eh? Ni Bushumba nimeona panaitwa Bushumba na hizo. Nice. Pale tunahitaji umeme kwenye lile soko na hili niwahakikishie, inawezekana ikawa kabla ya tarehe 29 umeme ukawepo pale. Safi kabisa. Hiyo ndio CCM. Tunaona tunatekeleza. Lakini lazima tuongeze nguvu na kasi katika usimamizi wa umaliziaji wa barabara yetu ya njia nne na ili nakwenda kulisimamia mimi na hapa kishikwambi chetu kilivyokuwa kinasema maana hata sisi wengine ni vishikwambi vile vile, amesema 1.4 n bilioni lakini ukiangalia bilioni kumi na mbili za njia nne na zenyewe ziko kata hii ya Hamgembe. Kwahiyo ni zaidi ya bilioni moja kwa hiyo ni zaidi ya bilioni kumi na tatu. Daktari Samia Suluhu Hassan amezileta katika kata hii. Kwa hiyo Amgembe, kazi yetu ni moja tu, kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi, kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu Wanabukoba na wana Amgembe, tunakwenda kujenga nyumba za watumishi wa afya katika vituo vyetu vya afya katika kata zetu zote. Haya yote yamo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi tunakwenda kujenga soko la machinga pale machinjioni. Sasa wajasiriamali wadogo wadogo wote wanakwenda kupata mahala sahihi pa kufanyia kazi zao. Pale kuna masoko mawili. Upande wa Makabulini tunajenga, tunajenga machinga complex kubwa ambayo ina karakana kumi na tano. Nimepita hapo nimeona wenzangu mafundi masofa fundi wa makapeta pale. Sasa tunaenda kujenga machinga complex pale, kuna karakana kumi na tano, kuna maduka mia mbili arobaini na nne na vizimba mia nne themanini Huo ni upande wa Makabulini, lakini upande ambapo kuna soko la sasa na pale, tunakwenda kuweka soko lingine ambako kutakuwa kuna maduka sabini na nane na vizimba sitini na mbili kwa hiyo wajasiriamali wote wadogo wadogo wanakwenda kupata sehemu sahihi ya kufanyia shughuli zao. Tunakwenda kujenga soko la ndizi hapa kwetu Kagondo, karibu hapa ni jirani kwenda Kagondo. Sisi ni wakulima sana wa ndizi. Kwa hiyo sasa tunakwenda kupata sehemu sahihi za kuuza ndizi zetu. Pale Kagondo tunakwenda kuweka hapo soko la nini? La ndizi. Lakini sisi tumezungukwa na Ziwa Victoria na hiki kimekuwa ni kilio cha muda mrefu kuenda kafuru noba kueaakaboank na sasa tunakwenda kujenga soko la samaki na dagaa custom na hapa sasa ndo taona Chama cha Mapinduzi kinayofanya kazi. Tumepata meli kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa ame, ame, ame, ame pesa kiasi cha bilioni 126, kutengeneza hiyo meli. Inabeba watu 1200 na inabeba mizigo tani 400 inatumia masaa saba mpaka sita kutoka Mwanza kuja Bukoba. Sasa hapo mkiangalia, unapopunguza muda ndivyo unapoongeza uchumi. Kwa hiyo uchumi wetu unaenda kupanda. Kazi yetu sisi ni moja, mkiwa mbunge mimi ni kuunganisha wananchi wangu na fursa za duniani. Hiyo ndio kazi kubwa na kwenda kufanya Nitumeni na nipo tayari kuwatumikia. Nguvu ninazo, sababu ninazo, na nia ya kuwatumikia wanajimbo la Bukoba mjini ninazo. Lakini sasa hapa ni, ni hamgembe amisheni. Hapa sasa ndo panaenda kuwa makao makuu ya mkoa wa Kagera, kwa sababu ukienda kwa Kagambo pale tunajenga ofisi ya mkuu wa mkoa upande wa kulia, upande wa kushoto tunajenga ofisi za mkurugenzi wa manispaa na hapa hapa, hapa hapa Mshene tunajenga soko. Lakini tunapojenga soko sio mahali pale palipo soko la sasa. Kule kama unaenda machinjoni ndio tunaweka soko la kisasa. Na pembeni mwa soko la kisasa tunajenga hapo jengo la ghorofa mbili kwa ajili ya mainjinia wa manispaa yetu, wa TARURA na TANESCO. Sasa pale ambapo kuna soko la sasa pale la Mshene, tunakwenda kuweka hapo kitega uchumi. Pale

Sio, sio sio, yani, mm, yani, yani, yani, maneno ni vitu ambavyo viko tayari kufanya, Chama cha Mapinduzi. Lakini tunakwenda kujenga soko la Kashai. Umeona Kashai tunakwenda kujenga soko. Lakini tunakwenda kujenga vyumba 26 shule za sekondari, vyumba 136 kwenye shule za msingi. Mwaelewa. Tunakwenda kuweka kuchimba mashimo ya vyoo kwenye shule za msingi 113 na sekondari ni mashimo 121 ongezeka ndivyo hivyo hivyo, na huduma zinavyoongezeka. Lakini kwenye ilani wamesema tunakwenda kuhakikisha watu wote wanapata umeme na maji. Shama Chama cha Mapinduzi, sisi kama Daktari Samia Suluhu Hassan ime, imetumia gharama kubwa sana kwenye maji na umeme, lakini mji wetu unapanuka. Kwa hiyo sehemu za watu ambao hawajapata umeme ni wale ambao wanazidi kupanuka, mji unavyozidi kufanyaje kupanuka. Kwa hiyo na wenyewe watakwenda kupata umeme. Niwaombe ndugu zangu, miradi yote ya kimkakati ambayo mimi sijaisema hapa inaendelea na niwaahidi nitaisimamia kwa umakini sana, na yenyewe tuna miradi mitano ya kimkakati: moja, ujenzi wa soko, ujenzi wa stendi, ujenzi wa kingo za mto Kanoni, ujenzi wa kingo za mto nini, ujenzi wa wa barabara kilomita kumi na uwekaji wa taa za barabarani. Hii ni miradi ambayo sijaiongelea kabisa maana inaendelea na wakandarasi wako site. Ndugu zangu niwaombe tarehe 29 tukampigie kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Wangapi wanasema watamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan? Asante sana. Wanaosema watamchagua...